ambapo huyu bwana alikuwa amekuja maeneo haya ili kufanya shughuli za uchimbaji sema wa madini, wachimbaji wadogo wadogo. Sasa hiyo siku alipokuja, kwa sababu ni inasadikiwa ni kwamba alikuwa amekuja peke yake, japo uweze yani jinsi tulivyopata taarifa zake kwamba kuna mtu kafukiwa, kuna kifusi, ilikuwa ni kwamba kuna vijana wadogo walikuwa wanachunga ng'ombe wakawa wanapita pita huko. Sasa baada ya kuona kama kuna walikuwa wameshuhudia kwamba kuna mtu pale, lakini baada ya muda wakahisi kama kitu kimedondoka ku sasa kilipodondoka wakajua kwamba inaonekana labda kuna kuna yule aliyekuwa anachimba labda amedondoka yeye kama yeye kwenda kushuhudia wakakuta amefukiwa pale. Basi wale watoto wakaanza kutoa taarifa kwa kupiga kelele kelele, kelele. Ndipo watu wazima wakawa wamesogea, lakini sasa kwa upande wangu mimi nilikuwa nipo kanisani na kanisa liko karibu na mazingira haya sasa tukapigiwa simu na watu baadhi ambao walikuwa wamefika pale, ili kujia kuendelea kusaidia. Baada ya huo muda tukawa tumekimbia kweli, kufika pale tukakuta mwenzetu kweli yame, yame, amefukiwa. Kwa hiyo watu wengine waliokuwa na nguvu nguvu pale wakawa wamesaidia kufukua kufukua, kwa bahati nzuri tukaupata mwili wote mzima. mwili wake wote. kwa hiyo nakuja kushuhudia na kwamba ni fulani ambaye tunamfahamu kabisa. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni tukio ambalo limetusikitisha na linatuumiza sisi kama jamii yote, ya kitongoji hiki cha Mlenje, tumepata masikitiko. Na huyu bwana alikuwa ni mtu mmoja, mtu mzima, mshauri mzuri, na pia alikuwa ni mgambo wetu wa kitongoji pia. Anaitwa Grida Adam Kalesi. Mimi huyu ni baba yangu, baba yangu mdogo. Serikali tunawaomba kitu kimoja, huko baba yetu alikopata tatizo, tunaomba serikali tunaomba ifanye uchunguzi wa haraka sana kuwe uchimbaji wa kisasa kusio uchimbaji wa kiholelaholela olela. Kwa jina naitwa Jose Juma Mkondia, mwenyekiti wa kijiji cha Mlangali kata Mlangali kijiji Mlangali, wilaya ya Mbozi mkoa wa Songwe. Sisi kama ofisi ya kijiji tumechukua maamuzi, kwa sababu kuna mvua zinanyesha, ingetokea maafa mengi, tumeamua lisimamishwe ili eneo shughuli kwa sababu wale wataalamu wa madini watakapokuja kwamba kuna shughuli hizi, ndio watakuja waamue. kama maamuzi sisi ya kijiji tumeona wangetokea maafa ya watu wengi, nimeona lisimamishwe kwa sababu ya mnyoko na mvua zinanyesha. Baadaye ombi letu kama kijiji, kama serikali itatuona lije na wataalamu walizie, kama kuna madini ndio tutafungua kwamba kazi ziendelee huku shughuli za madini kupata uongozi wa serikali ya juu. Kwa majina naitwa David Mboya ni diwani wa kata ya Mlangali. Kwa kweli, hili tukio lilivyotokea, nimeshtushwa sana. Tumepata msiba mkubwa katika tukio hili. Rai yangu niwaombe wananchi wangu wa kata ya Mlangali wajitahidi sana kwenye uchimbaji wao kuchukua tahadhari kubwa sana sana. zangu wanahabari, naitwa kamishina ya msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi, Agustino Senga kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Napenda kutoa taarifa kwa umma na katika tukio hilo lilimhusisha eh, Ferik Caris mwenye umri wa miaka 54, mkulima mkazi wa kijiji cha Rukululu eh, wilaya ya Mbozi, kama nilivyosema, alikutwa akiwa amefariki eh, dunia, huku mwili wake ukiwa umefukiwa na kifusi pembeni mwa mto Itemba. Eh, uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa chanzo cha kifo hicho cha huyu ndugu yetu eh, ka, ka, kariai eh, ume, ume, ulisababishwa na kufukiwa na kifusi eh, ambapo alikuwa kichimba kutafuta madini aina ya dhahabu. Niendelee kutoa wito, tunajua kipindi hiki ni cha mvua katika mkoa wetu, watu wanaenda kuchigiwa na kilimo, lakini imeambatana na mvua nyingi. Tushukuru Mungu, au tumebarikiwa mvua lakini pia mvua zina maafa yake. Kwa hiyo tuendelee kuchukua tahadhari. Kwa mfano tukio hili ambalo tumelisema la uchimbaji, e, si salama kwa sababu kwanza udongo umelowa, ni rahisi kuporomoka. Tuchukue tahadhari, tufuate taratibu kama nilivyosema. Lakini kumekuwa na madimbwi na mito kujaa, kwa hiyo wazazi e, watoto chini ya miaka mitano kumi ambao waendi shule, hebu tuangalie sana. Hata wale wanaokwenda shule, tunapokuta mito, wengine wanalazimika kuvuka mito wakikuta imejaa, basi wasindikizwe na watu wazima na tusubiri maji yaweze kupungua ili kuepusha vifo ambavyo si vya lazima sana.